Alivyokuwa ametanguliza miguu, wakajitahidi madokta kuvuta kiwiliwili, kikatoka kichwa kikabaki ndani. Nime, nimejifungua mtoto, akakaa siku ya kwanza, siku ya pili pale kwenye mashine, amekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu haikuisha, mtoto akawa amepoteza tena maisha. Na yeye, pole sana. Nikaa nimerudi, tukarudi, tukamhifadhi mtoto Tulivyo mhifadhi nikakaa tena miezi kadhaa, nilivyokaa miezi kadhaa nikabeba ujauzito mwingine. Nime, nimeanza tena kulea hiyo mimba, nimeilea mwezi wa kwanza mpaka miezi sita, tena nikawa nimeshikwa tena na uchungu vile vile, nikakimbizwa hospitali. Baada ya kukimbizwa hospitali, nikajifungua kwa njia ya kawaida tena primachua mtoto wa kiume Nilipojifungua, ni akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, haikuisha naye tena akawa amepoteza maisha, tukamstiri. Nikakaa kwa muda kidogo, nikasema nini shida, mchungaji akiendelea kutuombea kanisa, nikiendelea kulalamika mbele za Mungu. Kwa majina naitwa Besa Gaspari Banyanka, au kwa namna nyingine unaweza kuniita Mrs Karova. We ni mwenyeji wa wapi? Mi ni mwenyeji wa mkoa wa Kigoma, ila kwa sasa naishi Arusha kama nilivyojitambulisha. Mimi mwaka elfu mbili na ishirini mwezi wa tatu niliingia kwenye ndoa, lakini nikabahatika kupata ujauzito wa kwanza, mimba ikaa imetunga nje ya kizazi baada ya kufanyiwa operation nikawa nimekaa kwa muda kidogo. Baada ya kukaa kwa muda kidogo kwenye, kwenye ndoa yangu sasa, nimekaa bila kupata mimba nyingine. Kwa hiyo tukawa tunahangaika na mume wangu tujue ni kwa namna gani, ni nini, yani sababu, kuna shida gani? tukaa tumeangaika kwenye hospitali tofauti tofauti, ikiwemo KCMC, hospitali yetu ya kanda. Tukaa tumeenda KCMC. Baada ya kwenda KCMC, tukashauriwa kwamba tufanye kipimo kina kama sio laparoscope kinaitwa endoscopy, sikipati vizuri, wataalamu nadhani wanakifahamu zaidi. Basi hicho kipimo unawekewa kamera ili kuweza kuona shida ni nini. Basi nikaa nimefanyiwa hicho kipimo. Baada ya kufanyiwa hicho nimefanyiwa hicho kipimo, nilivyofanyiwa kipimo, majibu yakaja kwamba baada ya ile operation, sasa mimba iliotunga nje ya kizazi. Aa, mrija mmoja lipasuka, uli uli, uli, uli ulivyopasuka ukakatwa na kuondolewa kabisa. Sasa nimebaki na mrija mmoja, na majibu yanavyosema ule mrija mmoja uliobaki hauwezi kusukuma dawa kuingia, kwa hiyo hata sitaweza kupata mimba kwa sababu yani ha, hamna connection pale, yaani hivyo siwezi kupata mimba kwa sababu ule mziba na ule mliji anao umeziba. Basi sasa tukawa hatuna namna, tukarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, tuna pressure, mimi na mume wangu tukasema tunafanyaje? Hatua tu, ya kwanza kitu cha kwanza tulichokichukua, hatua ya kwanza tulikuja kwa mchungaji, tulikimbilia kwa mchungaji wetu, maana hatuna kimbilio lingine, hatuna mtu wa kutushauri, hatuna mtu, hatuna mfariji hapa Arusha. Ni kwanza ndio tulikuwa tumeingia kwenye ndoa, hatuna muda mrefu. Basi tulipokuja kwa mchungaji, ndio kama baba yetu hapa Arusha. Kama unavyojua sisi tumetoka Kigoma, mimi na mume wangu. Akatushauri, akaanza kutueleza mambo ya kimungu, mchungaji Elasto Vidasto alituita tu, tulienda sisi wenyewe ofisini. Tulivyoenda ofisini, akasasa ameanza tukamweleza situation ilivyokuwa, namna tulivyoenda majibu tuliopewa, tukawa tumemweleza tukiwa tumekata tamaa kabisa. Mimi kama mimi nililia kabisa, yani nimesha, yani nililia, nililia sana, nikaa nimekata tamaa kabisa. Mchungaji akatutia moyo sana, akasema, mwanangu, inawezekana amna kisicho kisichoshindikana pa chini ya jua, akatupa na maandiko, akana tuelekeza uumbaji wa Mungu namna ulivyo, akatusomea maandiko mengi mengi mengi, hata siwezi kuyakumbuka, namna Mungu alivyoumba nchi, akatueleza akatueleza akatuambia. Maana kule tulishauriwa KSMC, kama tunataka labda ni ni ni ni ni, nifanyeje? ni, ni, wani, nani wani wani, uh, wanipandikizie mimba, yes ehe basi mchungaji tukamweleza na hilo swala akasema, jamani, hilo sio swala la kimungu kabisa. Mimi ninachoamini ni kwamba utabeba mimba na utapata watoto wengi tena unaowataka mpaka utasema inatosha. Mchungaji akabeba lile na kanisa kwa ujumla, idara mbalimbali zikatubeba kwa kweli, kwa maombi, wakaendelea kutuombea, wakawa wanatuombea sana mara kwa mara tukipata shida. Nakumbuka kuna kipindi fulani tumeweza kukaa na mchungaji mpaka kama na mchungaji nadhani na, na mzee na mimi na mume wangu tunashauriwa ofisini kwa mchungaji, kama sio saa tisa usiku, ilikuwa saa kumi. Ushauri mchungaji alitushauri sana sana kwa muda, alichukua muda mrefu sana hiyo siku, alitueleza mambo mengi akututia moyo. Yaani, kiukweli niseme amekuwa ni baba kwangu kwetu mimi na mume wangu ametusaidia maisha ya kindoa, maisha ya familia, maisha ya wokovu. Ametusaidia sana. Baada tuna tena, miezi kadhaa sasa nikawa nimeshika ujauzito, ikawa ni furaha sana sana. Mchungaji tukaja tukamweleza mchungaji, imetokea hivi. Alifurahi sana sana, akasema: niliwaambia walisema haiwezekani, mimi niliwaambia inawezekana, wanangu. Tulifurahi sana. Kanisa lilifurahi yani, kiukweli ilikuwa ni mimba tu, lakini tulikuja mpaka kutoa ushuhuda kanisani. Mimi na mume wangu tulikuja tukatoa ushuhuda kanisani, yani mimba tu kupatikana, kwa namna maneno tulikuwa tumeambiwa, sasa kukatisha tamaa na nini. Basi tukatoa ushuhuda, tulivyotoa ushuhuda tumekaa mimba ikaenda mpaka miezi sita, nikawa nimeshikwa na uchungu nikachiroa kwenda hospitali lakini kumbe ikaja ikaonekana mtoto amefia tumboni. Nikuwa nafanya kazi huko Manyara, kwa bahati mbaya mtoto akawa amefia tumboni. Alivyofia tumboni, nikaenda nikafanyiwa nini usafi, kila kitu, nika na yenyewe pia nili, nilifanyia operation, maana mtoto ilishinikana kutoka kwa njia ya kawaida kwa sababu nilikuwa na operation ile nyingine Ehe, nikafanyiwa operation nyingine tena. Madokta walijitahidi nifanyiwa kwenye hospitali ya wilaya mkoa wa Mburu, hospitali ya wilaya ya Mburu, nikabidi nifanyiwe operation. Walijitahidi madokta, mtoto akawa mitanguliza miguu. Alivyokuwa mitanguliza miguu, wakajitahidi madokta kuvuta kiwiliwili, kikatoka kichwa kikabaki ndani. Kichwa kilivyobaki ndani cha mtoto, alikuwa wa kike, kwa hiyo kichwa kilivyobaki ndani cha mtoto ikabidi nifanyiwe operesheni nyingine, nikapelekwa theta, nikafanyiwa operesheni. Baada ya kufanyiwa operesheni ile, nikawa nimekaa kwa muda tena kama miezi mitatu tu nadhani, kama miezi mitatu minne. Hiyo baada ya kufanyia ile operesheni, nikawa nimekaa kwa muda mchache tu tena, nikawa nimebeba ujauzito uzito mwingine Nikasema, sasa hapa nikimbilie wapi? Mchungaji lakini bado anaendelea kututia moyo, anasema kwamba mwanangu, inawezekana walisema kwamba hutabeba, sasa umeshabeba, tuamini tu hata kama ile, lakini nyingine itakuja. Basi nilibeba, imeharibika mimba. Nikasema, hapana, sasa hivi nikimbilie, niende kwa magainokoloji, madaktari wa wanawake. Nikaanza kuatendi hospitali hapo mjini naitwa Seliani, nikaanza kuatendi hapo nikiwa na wao ujauzito nikamweleza dokta situation nzima ilivyokuwa, ya mara ya kwanza mtoto ilivyotokea na, operation, na nina operation mbichi, na nimeshika ujauzito mwingine. Basi ikawa dokta akanipa maelekezo namna ya kuishi sasa na wao ujauzito, akaniambia kwamba nika, nika, niwe iwe ni mimba ya bed rest, niwe nalala tu. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi nilikuwa nafanya kazi Manyara kwenye kituo cha Uh, vituo hivyo vya compassion tisediwani wani mburu. Basi nikaamua kuacha kazi, nikasema ni heli ni pakati kwanza, alafu nitatafuta baadaye. Sasa nikailea ile mimba tena, nimejaribu kuilea ikafika tena kama miezi sita, tena nikashikwa na uchungu nikiwa nimetoka kliniki, kwa hiyo hiyo dokta hapo hapo Seleani nikashikwa na uchungu nimerudishwa nikarudishwa hospitali. Kufika tu nikawa nimejifungua kwa njia ya kawaida, mtoto wa kiume prematura, na yeye miezi haikuwa haijafika miezi sita. Basi nimejifungua kawaida, nilikuwa na operation mbichi. Nikasema lakini bado Mungu ni mwema, kama Mungu amenitetea. Nilikuwa na operation mbichi ya miezi kadhaa, haijafika hata miezi sita, lakini nimeweza kujifungua kwa njia ya kawaida. Namshukuru Mungu, hata, hata kama mtoto amepita, lakini bado nina imani Mungu atanipigania basi, nikawa nikawa nime nimejifungua mtoto, akakaa siku ya kwanza siku ya pili pale kwenye mashine, amekaa siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu haikuisha, mtoto akawa amepoteza tena maisha na yeye. pole sana. Basi nikaa nimerudi, tukarudi tukamhifadhi mtoto Tulivyomhifadhi nikakaa tena miezi kadhaa, nilivyokaa miezi kadhaa nikabeba ujauzito mwingine. Nilivyobeba ujauzito mwingine, nikawa nikasema nyumbani, wakasema Kigoma, wakasema hapana, inatakiwa sasa urudi, njoo tu nyumbani ukae huku. Nikaenda nyumbani Kigoma, nyumbani kwetu kabisa, nilikozaliwa kwa baba na mama nikaenda kukaa karibu na wazazi basi. Basi nikawa nimekaa, nime, nimeanza tena kulea hiyo mimba, nimeilea mwezi wa kwanza mpaka miezi sita, tena nikawa nimeshikwa tena na uchungu vile vile nikakimbizwa hospitali. Baada ya kukimbizwa hospitali nikajifungua kwa njia ya kawaida tena primachua, mtoto wa kiume. Nilipojifungua ni akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu haikuisha naye tena akawa amepoteza maisha. Tukamstili, nikakaa kwa muda kidogo, nikasema nini shida? Mchungaji akiendelea kutuombea, kanisa likiendelea kulalamika mbele za Mungu, wakijiuliza ni nini hii. <laughs> Na mtazamaji wetu wa MTV, kama ambavyo umeweza kusikia yale ambayo mama huyu ambaye amekumbatia mtoto kwa sasa, yale ambayo ameweza kuyapitia, pengine na wewe unapitia hali kama hii. Ni kutie moyo ya kwamba Mungu mm -hmm. bado anaweza. Tuendelea kumsikiliza mama ambaye Mungu amemtendea na sasa mpakaawtoobaaa ya kupoteza karibu watoto watatu. Basi nnilivyomstiri na yule Kigoma huko tukatukaa tumeamua kwamba sasa imetosha, tukamweleza mme wangu y alikuwa yuko huko Arusha, maana ipo kikazi ni askari polisi, akame akaja kwa mchungaji, akamweleza kilichotokea Kigoma akamwaga aaa, mchungaji naenda Kigoma, kuna hichi na hichi kimetokea. Basi akaja nyumbani tukaa, tumekaa tumeshauriana na wazee tufanyeje, wakasema ni heri niende Mwimbili hospitali kubwa, hospitali ya taifa. Basi nikaa nimeenda Mwimbili, lakini baada ya kufika Mwimbili nikamweleza dokta, nilivyomweleza dokta nika, akaniambia hilo ni swala dogo, yaani akalichukulia kwa akulichukulia kwa uzito. Nikaona namna nilivyoteseka, mbona ni kama vile amechukulia kwa wepesi ah. Nikasema basi, sasa nimechoka ah, nilikuwa nimeenda na dadangu Mwimbi, nikasema mbona kama nimechoka sana, lakini au ni niache ni, ni tu kuzaa labda ah yani, ni, ni, ni lakini nikasema hapana. Mbona wanasema kwa Yesu yote yanawezekana? Ninaamini tu bado nitapakata. Nikasema na nikisema kwamba nakata tamaa, hicho ambacho kinasababisha nisipate mtoto, basi kitaendelea hata kunishika kwenye mambo mengine. Basi nika nikarudi Arusha, kanisa langu kanipokea tu kwa uchungu hivyo hivyo. Wamekuwa kuja nimekaa mbali kidogo na hapa, lakini kanisa langu wamekuwa kinitia moyo, Wakija yani, nikipata matatizo nyumba aikokii na wageni wanakuja, wananitia moyo, wananiombea, wananiombea, makundi tofauti tofauti ya wa wamama, basi mama basi, tofauti tofauti ya wamama wanakuja kuniombea, wa wanakuja kunitia moyo, mchungaji ananiombea, hakatitamaa Hajawahi kusema kwamba mwanangu sasa wewe umepitia kwenye mengi yaani au kuniona sifai hapana. Wamekuwa kinishika mkono. Mama mchungaji akija kwangu mara kwa mara. Wanakuja wananishauri, wanantia moyo, nasema inawezekana. Kiukweli niseme ukweli, nilikuwa nakata tamaa kabisa. Lakini nikiona watu walio nyuma yangu, mbona kama vile wananiombea na kunitia moyo. Nasikia nguvu kama zinakuja. Tukija kama kwenye mikesha ya wanawake usiku, wananishika mpaka tumbo, wananishika kiuno, wananiombea. Wanawake wananiombea, wanalia kwa machozi. Nikasema, Mungu hili linawezekana. Basi nikamshukuru Mungu. Uh, nikabeba mimba nyingine tena nikiwa sasa huko Arusha mwaka jana mwanzoni kabisa, mwezi wa kwanza nikabeba mimba. Nilipobeba mimba nikailea, nika nilikaa tu mwenyewe, kutokana na shida, nikaa siuzuri kanisani hapa, lakini mchungaji anapiga simu kutulizia mchungaji. O, wanaendelea kutuombea. Basi, kandani, kutokana na ilena shauku na mapito niliopitia, nikajiweka mi mwenyee tu nikaa nakaa ndani nime Namshukuru Mungu akanipa na watu wa kunisaidia, nikapata dokta mzuri. Kuna dokta yupo Saint Joseph, dokta Mgeta akanisaidia, akawa naye ananitia moyo, kama Mungu alinionyesha kwamba yani huyu ndo atakee kusaidia. Basi akawa akinisaidia. Zilipofika siku kadhaa kabla ya kujifungua akaniambia njoo kaa kabisa hospitalini. Nikaa nimempakata mtoto wangu siku naondoka hospitali wa kwa kweli sikuamini, maana nimezoea mimi naondoka peke yangu hospitali watoto wakiwa wamekufa. Siku hiyo nikaondoka na mtoto wangu mkononi, sikuamini wa sikuamini. Hata siku ya kwanza nalala na mtoto kitandani, niliona kwangu kama ndoto. Basi siku hiyo tulimpiga mchungaji Nilifanyiwa operation, kutokana na operation nilizokuwa nazo, tulimpigia mchungaji. Hakuchukua muda, wazee wa kanisa walifika pale hospitali, mpaka nilishangaa. Niliingia kwenye operation kwa muda mchache, lakini nilitoka nakutana na wazee wa kanisa wamekwishafika tayari pale. Mchungaji hakuchukua muda, naye akawa amekuja, wakaanza kumwombea mtoto, wananiombea. Sikuchelewa kuimarika, nikakaa hospitali siku tatu, nikaa nimerudi nyumbani mpaka leo, na Mungu amenipa mtoto pamoja na mapito yote, namtukuza Yesu. Yani, kwa yule anayepitia kama mimi, hata kama ni magumu kudhidi yangu, ninamwomba sana. Aha, amshike Yesu, asimwache Yesu, asiache kuomba, ashirikishe wachungaji, kama ana mchungaji wake amshirikishe, asimwache Yesu asiende kuangaika popote kuna, mit, kuna mitume, kuna manabii, tusiangaike. Kama una mchungaji, kama una mtume, kama una nabii, kimbilia huko, ukaombewe, ukasaidiwe. Yesu anasaidia watu. Mimi niseme ni, ni mtu ambaye kutokana na changamoto nilizopitia ilinifanya mpaka ni kuzalaulika, hata unapoki, nilijaribu kukimbilia kwenye maombi, wakisikia story yako mwingine anasema labda una dhambi ndio maana unapitia hayo Nikaona ni vema nitulie tu, ninahangaika kutafuta nini? Basi namwomba ambaye anapitia kama yangu au zaidi ya kwangu, ninaamini watu wanapitia mengi mazito. Nakushauri mshike Yesu mwombe Mungu funga na kuomba, toa sadaka, washirikishe wachungaji, naamini utavuka. Nam huyo ni miongoni mwa wale ambao Mungu ameweza kuwatendea mambo makubwa, kama ambavyo umesikia amepitia katika mapito mengi magumu mazito, lakini Mungu kama jinsi alivyosema kwamba hawaachi watu wake, bado Mungu ameendelea kuwa mwaminifu na hatimaye ameweza kumpa mtoto kama unavyoweza kumuona pale amekumbatia mtoto. Na wewe usikate tamaa, iko siku Mungu atakutendea.